Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimelaani vikali hatua msajili wa jumuiya za kiraia kulifuta Kanisa la Ufufuo na Uzima kikiuita uamuzi huo kuwa wa kidhalimu na unaokiuka uhuru wa kuabudu kama unavyolindwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika makao makuu ya Chadema Mikocheni jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Heche amesema kitendo cha kulifuta kanisa hilo kinaashiria mwenendo hatari wa kutumia mamlaka ya msajili kukandamiza sauti za kidini na kiraia. Chadema tunapinga vikali kufutwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lipo chini ya askofu Josephat Gwajima. Huu ni mwendelezo wa juhudi za kimfumo kuziba midomo ya wale wanaoamua kusimama na kusema ukweli. Ni hatari kwa taifa na ni uvunjifu wa haki za msingi, amesema Heche. Heche pia ametoa wito kwa viongozi wa dini nchini kuendelea kusimama kidete, kusema ukweli bila hofu. Amesema kuwa dini ni muhimili muhimu wa maadili na haki katika jamii, hivyo viongozi hao wanapaswa kuwa mstari wa mbele kukemea dhuluma bila kuchoka. Naomba viongozi wa dini wasikate tamaa, waendelee kusema hadharani, waendelee kuwa sauti ya watu wasio na sauti. Taifa linawahitaji sasa kuliko wakati mwingine wowote wa amesema John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA siku ya leo tarehe nne ya mwezi Juni mwaka huu wa 2025 itakumbukwa kwamba siku ya tarehe tatu ya mwezi huu wa sita mwaka huu wa 2025 ni rasmi, wakili msomi Peter Kibatala alipewa kazi na uongozi mzima wa kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na askofu Josephat Gwajima, kazi ya kusimamia mambo yote ya kiutetezi mara baada ya serikali kulifungia kanisa hilo na baadaye kuwakamata baadhi ya waumini wa kanisa hilo, ambapo wakili Peter Kibatala ametoa taarifa kwa umma, anasema: nitahutubia vyombo vya habari katika muda utakaopangwa hivi karibuni kuhusu masuala yote ya kisheria yanayozunguka tukio hili la kusikitisha sana, na nitawasilisha hatua zote za kisheria zinazochukuliwa kupinga kile ambacho wateja wangu wanakiona kama unyanyasaji wa kisheria. Nimepewa rasmi maagizo na kanisa la utukufu wa Kristo Tanzania linalojulikana kama kanisa la ufufuo na uzima chini ya uongozi wa Askofu Josephat Gwajima kulitumikia kama wakili wake na kuliwakilisha pamoja na watumishi wake wa madhabahuni na waumini wake katika masuala mbalimbali ya kisheria, jambo la awali likiwa ni suala linalodaiwa kuwa la kufutwa kwa usajili wa kanisa hilo kama jumuiya ya kijamii ya ndani, linalodaiwa kufanywa chini ya sheria ya jumuiya, sura ya 337. Baadhi ya wateja wangu, baada ya kukusanyika kwa utulivu, walikamatwa usiku wa tarehe 2 Juni mwaka huu wa 2025 na kwa sasa wanashikiliwa katika kituo cha polisi cha Oyster Bay, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, Dar es Salaam. Nimemteua wakili kutoka ofisi yangu kuwawakilisha kikamilifu. Tutawatetea watu hawa kwa imani kwa kiwango cha juu kabisa. Tunaendelea na tumeanza kuchukua hatua zote zinazowezekana kisheria. Hatutambui chochote kinachoitwa Glory of Christ Church wateja wangu wanajulikana kisheria kama The Glory of Christ Tanzania Church. Hivyo basi karatasi yoyote inayosambazwa kwa jina hilo la awali ni suala linalomhusu aliyedai kuiandika. Tunafahamu kuhusu kauli mbalimbali mbali za hadharani zilizotolewa na mmoja au wawili wa maafisa wa serikali kuhusu ustawi wa kisheria na kidini wa wateja wangu, kama nilivyotangulia kusema tutajibu kwa kina. Huyu ni wakili msomi Peter Kibatala, akiwa anatoa hapa taarifa kwa umma kuhusiana na sekeseke seke ama maseke ambayo yanamkuta kwa sasa askofu Josephat Gwajima pamoja na kanisa lake la ufufuo na uzima, lakini pia kwa upande mwingine kuhani Mwakalambo, mchungaji wa huduma ya Inuka ule iliyopo chini ya kanisa la ABC Kinzudi kanisa ambalo ni miongoni mwa makanisa ya ufufuo na uzima yanayosimamiwa na askofu Josephat Gwajima, ameieleza Habari Kiganjani namna watumishi wa Mungu na waumini wa kanisa hilo walivyopokea kwa masikitiko taarifa ya kufungiwa kwake na kwamba hadi sasa hawajui sababu zilizopelekea mamlaka husika kuchukua hatua hizo. Habari Kiganjani ambayo imefika pia makao makuu ya kanisa la ufufuo na uzima yaliyopo ubungo maji jijini Dar es Salaam imeshuhudia jeshi la polisi likiimarisha ulinzi kuzunguka jengo la kanisa hilo huku baadhi ya wachungaji na waumini wakiwa kando kabisa baada ya kufurushwa kanisani hapo. Polisi jijini Dar es Salaam Tanzania wanaripotiwa kulizingira eneo lilipo jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na kiongozi wa dini ambaye pia ni mbunge wa Kawe, Josephat Gwajima. Hatua hiyo inakuja saa chache baada ya kusambaa mitandaoni barua kutoka moja ya idara za Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ya Tanzania ikimwarifu Gwajima kuhusu uamuzi wa serikali kulifunga kanisa hilo. Taarifa za askari polisi kulizingira jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo eneo la Ubungo kilomita kumi na mbili kutoka katika eh, kutoka katikati mwa Dar es Salaam zilisambazwa mtandaoni na Guajima mwenyewe kupitia kipande cha picha ya video akiwa amezungukwa na watu aliowaita maaskofu wa kanisa hilo waliovalia makoti na mashati ya rangi ya zambarau. Baadaye zilisambaa picha zilizowaonyesha watu wakirusha mawe na sauti za kuwahimiza waumini kwenda kanisani huku kukiwa na milio ambayo haikufahamika iwapo ilikuwa ni agesi ya gesi ya kutoa machozi au risasi za moto. Barua ya msajili wa jumuiya za kiraia iliyosambaa ambayo Gwajima anasema hajaipokea ilielezea kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Church maarufu ufufuo na uzima hivyo kutakiwa kusitisha shughuli zote mara moja kwa makosa ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuichonganisha serikali na wananchi. Mapema Mei 25, Gwajima alielezea kukerwa na matendo ya utekaji wa watu na mauaji. Unakuta mtu hajasajili kanisa, anatoa huduma, anaamka anasema ameomba, ameoteshwa kwamba sijui kitatokea nini. Kama umeona umeoteshwa kutakuwa kuna hali ambayo sio nzuri, basi nenda uombe Mwenyezi Mungu aizuie isitokee kwenye taifa letu, lakini sio kutoa taharuki kwa taifa kwamba jana nimelala, nimeota, mimi ni nabii, kutakuwa na taharuki hii sasa mimi nilitegemea huyo huyo kiongozi angeenda amuombe Mwenyezi Mungu, aombe hilo balaa lisitokee, lakini kiongozi huyo analeta taharuki ya nchi, Watanzania waache kufanya shughuli zao waanze kupaniki. Lakini ukifuatilia unakuta hajasajiliwa, ukimgusa anasema serikali inavamia viongozi wa dini. Kwa hiyo tunakwenda kufanya uchambuzi vizuri, tutaleta mbele ya bunge hili tuwaoneshe wale ambao wanafanya kazi kinyume cha utaratibu, ili tutakapowachukulia hatua hatua wa Watanzania wajue kuwa sio mambo ya kisiasa. Huyu ni Waziri wa Mambo ya Ndani Innocent Bashungwa eh, akizungumza bungeni mara baada ya wasilisho la hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2025/2026 Mei 26 mwaka E, huu wa 2025 mpenzi mtazamaji na, na, na mfuatiliaji wetu hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ama ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya nchi ama ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufuatia habari hii ambayo e, tunaisogeza kwako kwa muda huu wewe ni upi